Nchi ya Peru imejikuta tena kwenye msukosuko wa kisiasa baada ya rais aliyeko madarakani kuondolewa na bunge akiwa amehudumu kwa miezi minne ya muhula wake. Rais wa saba wa Peru katika mwongo mmoja, Jose Jeri, alipigiwa kura na wengi ya kumwondoa madarakani kutokana na tuhuma za kufanya mikutano isiyojulikana na mfanya biashara wa China na uteuzi usio wa kawaida wa wanawake kadhaa katika nyadhifa za serikali. Jerí mwenye umri wa miaka 39 alikuwa kiongozi mkuu wa bunge Julai mwaka jana na alikuwa mrithi wa pili baada ya kuondolewa madarakani kwa Boluarte, lakini kipindi chake cha uongozi kiligubikwa haraka na utata. Kilichojulikana zaidi kilikuwa ni kuhusu mikutano ya siri na mfanya biashara wa China Zhihua Yang, ambaye anamiliki maduka ya mkataba, ambaye anamiliki maduka mkataba wa nishati na tayari alikuwa chini ya uangalizi wa serikali. Jerí alirekodiwa akiwa amevaa fulana yenye kumfunika kichwa alipokuwa amekutana na Yang katika mgahawa wa Kichina katika kashfa ambayo ilipata jina la Chifagate lililotokana na jina la migahawa ya Kichina. Jeri aliomba radhi baada ya mkutano huo na kusema kwamba hakuna kosa lililofanyika. Licha ya hayo, hakuweza kupambana na shinikizo la kisiasa linaloongezeka huku uchaguzi ujao wa rais ukikaribia, na wanasiasa wakilenga kupata uungwaji mkono miongoni mwa watu waliokuwa wamekusanyika Eri amekuwa rais wa tatu mfululizo kuondolewa madarakani baada ya kuchukua nafasi ya kiongozi wa zamani Dina Bolwate, ambaye aliondolewa madarakani Oktoba mwaka jana kwa madai ya ufisadi na kuwa na uhusiano na, na makundi yanayotekeleza uhalifu ya wa kupangwa. Bunge litamchagua kiongozi wake mpya leo hii Jumatano, ambaye atakuwa rais wa mpito wa nchi hiyo. hii ni TMC News. Update Kimataifa. Mimi ni ronaldi Sonyo, endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.